Alafu, then tutaenda kufanya maombi ya somo letu ambalo lilikuwa linahusu bidii ya kijana na mafanikio ya kanisa. Mistari ya Biblia tutaenda kusoma Timotheo mbili mlango wa pili mstari wa saba. Mbili mlango wa pili mstari wa saba. Neno la Mungu linasema yafahamu sana hayo nisemayo, kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Amen. Pia tutasoma Daniel. Yaani, na maana katika Timotheo hapa tunajifunza kuwa: yafahamu sana hayo nisemayo kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote ya Mungu. We kama kijana unatakiwa ufahamu kitu gani? Unatakiwa kuzifahamu sheria za Mungu vizuri zaidi na uzifanyie kazi. Umwombe Mungu akuongoze uweze kuzifanyia kazi, na unapozitii sheria za Mungu, Mungu atakupa akili zaidi ya maarifa tele kwenye maisha yako jinsi ya, ya kutembea vizuri ili uweze kupata mafanikio katika maisha yako amen. Na da Daniel 9 mstari wa ishirini na mbili neno la Mungu linasema, linasema: akaniagiza akaongea nami akasema e hey, Danieli, nimetokea sasa ili nikupe akili upate kufahamu. Bwana Yesu Kristo asiwe sana ya yeah. Na tutasoma tena mstari mwingine.